Siasa si wadui. Baadhi ya watu husema siasa haina rafiki wala adui wa kudumu katika majukwaa ya kisiasa. Tunashuhudia watu wakiwa wanashambuliana, kukejeliana kwa kiwango kikubwa sana, na wengine kupitiliza hadi kuzungumza maneno makali. Na hivi karibuni alisikika eh, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, mzee Steven Wasira, akiwa mkoani Geita, akisema CCM akisema Chadema wakome kwenda Tarime kuchukua vijana kwa ajili ya maandamano ama kufanya vurugu. Ni maneno ambayo litafsiriwa kama ni lugha ngumu na haioneshi Eh, mapambano lakini kuweka mbali siasa na mambo kama hayo. Tumeshuhudia katika msiba wa Profesa Philemon Sarungi ambaye watu wengi mashuhuri wamehudhuria. Tundu Antipas Lissu wamehudhuria katika msiba huo na kukutana watu ambao wamekuwa wakishambuliana katika majukwaa lakini pia wengine waliweza kushambuliana wakati huo. Rais mstaafu wa awamu ya nne wa taifa la Tanzania amrisha Jakaya Kikwete amehudhuria msiba huo, na alikutana na Lissu, akawa amepokeleana pale. Lissu alikuwa amewahi kufika, Kikwete alifika, akawa anazungumza pale, akapeana mikono e, Kikwete akamwambia Lissu, ah, umenenepa sana, umenizidi hadi mimi na Lissu. Naye akawa anacheka pale, akamwambia unaonekana uko vizuri e, unaonekana uko vizuri kabisa e, sasa ni, ni, ni masuala ambayo E, watu wengi video ambayo imesambaza sana mtandaoni ikimuonesha Lissu, wamekaa pamoja na Kikwete, siti hii na siti hii, yani wamepangana na wamezungumza kwa muda mrefu, wakawa wanacheka wana, cheka, wana share, uh, momenti, na mambo mengi, lakini pia kuhusiana na marehemu na walikuwa kizungumzia pia namna ambavyo ambao e, wanakumbushia enzi, lakini pia uh, siasa imeendelea kuonesha kwamba ubinadamu utabaki kuwa ubinadamu. Tumeshuhudia pia Abdurrahman Kinana aliyekuwa mwenyekiti eh, makamu mwenyekiti wa CCM amekutana, tunazungumzia Abdurrahman Kinana amekutana na Lissu, wameshikana mkono, wamesalimiana, wamekumbushia enzi. Hapo inatuonesha siasa na ubinadamu, ama siasa na maisha nje ya siasa, kuna hivyo ni vitu ambavyo ni tofauti kabisa utakuwa unashuhudia kama ambavyo picha hizi unazitazama, lakini Lissu ambaye anatajwa kuwa ni kiongozi mwenye msimamo na hivi karibuni watu walimuita kiongozi dikteta, na kauli hii imetoka ndani ya Chadema wenyewe, ambapo hivi karibuni pia katika siku ya wanawake pale katika uh, ukumbi wa Mlimani City, Lissu aling'aka vikali na kutoa onyo kali kwamba yeye siyo dikteta na kwamba maamuzi ya no reform no uh, no election no reforms no election yalijadiliwa na mkutano mkuu uh, amini na kamati kuu uh, na uamuzi wa, wa Lissu. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni kuongoza mapambano ama makubaliano direction uelekeo wachama. Sasa utaona hiyo misimamo yote, wanapigana mawe, wanapigana nyundo, kama misemo ambao ina, uh, ina, inasambaa sana sasa hivi, ama inachukua nafasi kubwa kwa maana ina trend, uh, lakini kuna utofauti huo. Sasa tumeshuhudia pia msiba wa Profesa Philemon Sarungi ulivyokutanisha wanasiasa, eh, na wapinzani kutoka vyama mbalimbali. Tumeona hivi karibuni, uh, uh, God bless Lema hajakutana hivi karibuni, eh, na ni kwa muda mrefu tunaweza tukasema hivyo, eh, na kiongozi mstaafu wa wa wa ACT wa Wazalendo, uh, kwa maana Zito Zuberi Kabwe ambaye alikuwa ni Chadema, aliasi ali kwa mujibu wao na akaweza kumwondosha ali akaweza kutengeneza chama chake ama kaanzisha chama chake. Lakini si yeye tu, hatujaona hivi karibuni katika tukio la pamoja Lissu pamoja na Zitto Kabwe na hapo wameonekana. Hatujaona hivi karibuni Heche, kwa maana John Heche na Zitto Kabwe. Kwa hiyo siasa, msiba, um, si ama masuala ya kibinadamu ama ya kijamii zaidi yamewakutanisha watu ambao hatukutarajia. Ongeza kukutana na watu, wamekuwa shocked, lakini watu wabobezi wa masuala haya hawakuwa shocked, kwa sababu ni masuala ambayo yanatarajiwa kutokea. Eh, kwa watu wanaofuatilia wataweza kufahamu kabisa eh, kwamba haya ni masuala ya kawaida kabisa kabisa. Hao ni waombolezaji ambao walikuwa wakiwasili kwa ajili ya kumwaga Profesa Sarungi katika viwanja vya Karimjee. E, wakionekana waki, waki hapo na makundi mbalimbali ya wananchi na viongozi wa staffu yaliwasili katika uwanja huo wa Karimjee kutoa heshima za mwisho kwa marehemu Profesa Filemoni Sarungi. Viongozi wa staffu wa serikali na Chama cha Mapinduzi CCM ndio ambao walifika eh, kwa kwa wingi tu pamoja na viongozi wengine katika viwanja hivyo hapo Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa daktari mwanasiasa na waziri wa zamani Profesa Filemoni Sarungi, mwili wa Profesa Sarungi alifariki dunia jioni ya Machi tano elfu mbili na ishirini na tano umeagwa hapo Dar es Salaam na kuzikwa Machi kumi. Sambamba na viongozi hao kundi lingine lilowasili mapema hadi majira saa 4 tunazungumzia Machi 10 asubuhi katika eneo hilo ni madaktari wakiongozwa na chama cha madaktari wa mifupa nchini Tanzania TOA ama TOA. Lakini pia kulikuwepo waombolezaji wengine waliofika katika kutoa makundi mengi, kutoka makundi mengine mbalimbali akiwemo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu na hiyo pia tunashuhudia pia, eh, watu wanaungana Simba na Yanga haupo tena katika orodha ya viongozi waliofika viwanjani hapo yupo waziri mkuu mstaafu George uh, amini, jaji Joseph Sinde Warioba, na katibu uh, wa hayati baba wa taifa mwalimu Julius Nyerere, Joseph Butiku. Pia amefika katibu mkuu na makamu mwenyekiti mstaafu wa CCM bara Abdurrahman Kinana na balozi Christopher Liunda. Kwa upande wake eh, amini, kwa upande wa Chadema waliofika ni mwenyekiti Tundo Antipas Lissu, makamu mwenyekiti bara John Heche na mjumbe wa kamati kuu God Bless Lema, huku ACT Wazalendo akiwasili wa kiongozi wake mstaafu Zitto Kabwe hadi majira ya saa tatu na, uh, na na na majira ya saa tatu asubuhi ni mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo, ndiye kiongozi wa serikali aliyefika katika eneo hilo, huku kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato ikiendelea kuimba kwa maana kufanya Uh, maombolezo. Profesa Sarungi alifariki dunia jioni ya Machi tano, kama ambavyo nimekufahamisha mwaka huu, kwa maradhi ya moyo, kwa mujibu wa familia, akiwa na umri wa miaka themanini na tisa. Enzi za uhai wake amewahi kuwa mbunge wa Rorya, waziri wa afya, waziri wa elimu, eh, mkuu wa mkoa, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Pia alitumikia sekta ya afya kwa nafasi ya daktari bingwa wa mifupa. Watu mbalimbali wamemuenzi kwa utumishi wake usio na mawaa wakimtaja kuwa mzalendo aliyowapenda watanzania katika nafasi yeyote aliyowahi kushika. Hata hivyo aa, katika eneo hilo la Karimjee waombolezaji mbalimbali wameendelea kuwasili ama waliendelea kuwasili kutoa heshima za mwisho, wakati mwili ukisubiriwa kuwasili kutoka hospitali ya Lugalo. Hayo ni masuala ambayo pia e, yalijiri ama yamekuwa yakijiri kwa uchache tu. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, Tundu Lissu alipowasili mchana kisha kuwasalimia waombolezaji, kusaini kitabu cha maombolezo na kuingia ndani kuonana na, na mjane wa marehemu. Wakati Lissu akiwa ndani, dakika kumi baadaye, aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe naye alifika, kisha kusaini kitabu cha waombolezaji waombolezaji na baadaye majirani waliweza kuwasili.